Ndizo nyimbo za shangwe na mbwembwe za wafuasi wa Arsenal kutoka eneo bunge la Kandui katika kaunti ya Bungoma wakifunga safari ya kuelekea taifa la Rwanda kwa kongamano ya siku nne. Kisaka Sami ni mwenyekiti wa Arsenal Kenya katika tawi la Bungoma. Tunaenda Rwanda na Rwanda, tuko tunaenda huko kwa siku nne. Arsenal fans Kenya inajiunga pamoja na nchi zingine katika sherehe ambayo inajulikana kama ama hafla inajulikana kama Arsenal, eh, Festival, Arsenal Africa Festival ni zaidi ya nchi kumi na mbili na tuko tunaenda Kigali Rwanda. Huwa eh, tunazunguka. Hii ni edition yetu ya sita ya tuko tunaenda sasa. Tumeenda Rwanda, tumesha kuwa hapa Kenya, tumekuwa Kampala, tumekuwa Dar es Salaam, lakini sasa tunaenda Kigali. Na mwaka ujao tukitoka Rwanda tutajua tunaenda wapi. Wakizungumza katika mkahawa mmoja mjini Bungoma walipokuwa wakijiandaa kuelekea taifa la Rwanda, mwenyekiti Sami Kisaka na mweka hazina James Kimo wakiwa na mipango dhabiti ya kuimarisha kikosi kizima, hasa katika kaunti hii ya Bungoma, tunaenda kwa ajili ya charity. Namba 2 tunaenda ku have fun. Namba 3 ni tourism. Namba 4 ni sports hapa Kenya tunaenda zaidi ya watu mia tatu. So Bungoma imetoa hiyo watu 17. Tuko na program zetu za hapa Arsenal Kenya Bungoma Branch ya charity ambayo tunafanya katika kaunti yetu ya Bungoma, so after hii session ya African Festival Timi, kirudi nyuma tutakuja kufanya other events ya charity hapa Bungoma Branch. So... Aidha, akina dada vile vile hawakuachwa nyuma katika kikosi kizima cha kusafiri kuelekea taifa la Rwanda wakiongozwa na Purity Naomi. Oh, mimi naitwa Naomi Purity, mimi ni mwana Arsenal Bungoma Branch. Eh, sahibu, let's go hivi tunatoka tunaenda Rwanda our annual festivals that we normally do every year. I'm excited because you see ysee eh, during these events we go to do charity, we go to mingle, we go to network, so that is equally important to me. Sani matano Mpakani TV eneo bunge la Kandui Kaunti ya Bungoma.